Angalia jinsi ambavyo hizi kava za power bank zinavyofanya kazi, tajiri yangu. Hii ni kava ya simu yako, lakini pia ni power bank ndani humo. Kama unavyoona, hii ndio power bank yetu, lakini ni kava ya kawaida ambayo unavalisha kwenye simu yako. Umeona hapa, simu haichaji sasa hivi. Hapa juu, angalia huko juu, na sio kama haichaji hapo. Kwa ukitaka hapa ichaji kwenye hii power bank yake, unawasha hii power bank nyuma huko, angalia hapa, itawaka. Umeona taa hizo. Kwa maana hiyo, hapa sasa hivi simu yetu inachaji. Umeona hiyo 80 inapeleka chaji hapo, samahani ile, umeona kwa ukitaka kuitumia yani, kuchaji hapo ni chaji simu kama kawaida, lakini ukiichaji simu hii, unaichaji simu unaichaji na power bank kabisa. Kwa hiyo ikijaa, zinajaa zote mbili kwa pamoja, kama unavyoona. Na ukitaka kutumia, ndio mpaka uwashe power bank, ndio unaendelea kuchaji tu simu yako. Huna haja ya kuvisha na kuvua, ni hapa hapa. Ukitaka kuzima power bank yako, unazima hapa hapa, huna haja ya kuvua, alafu unaendelea kutumia kama kawaida ise, umeona. Kwa hiyo ukitaka kuchaji tu ndipo ambapo unawasha power bank, lakini kama hutaki kuchaji unazima power bank alafu unatumia simu kama kawaida meona. Chaji, chaji tu kama kawaida simu ya, kwa hiyo hapa unapochaji unachaji hii power bank, lakini unachaji na simu yako kama kawaida. Kama unahitaji hizi kava tajiri yangu, nipigie sifuri sita tano sita location tisini na nne themanini na moja mwanzo, sifuri sita tano sita tisini na nne themanini na moja tisini location nchi na mwanzo Zanzibar. Kama unavyoona hapo, inaingia chaji powerbank na simu kabisa. Ni hizi hapa tajiri, njoo dukani kwangu haraka sana, ziko chache sana mzee wangu.